zztua kusukuruakutembea hospitalini. Haya ndo tunajiandaa kuelekea hospitalini kwenda kuangalia wagonjwa wetu na umeungana na kikosi cha makatekista hivyo basi eh, katika msafara huu tungeomba tuungane kwa pamoja na huduma zote zitakazofanyika ziweze fanyika kwa upendo na nguvu za Mwenyezi Mungu. Ni kundi la matumaini ndani ya upendo pamoja na joko la makatekista kwenye kigango chetu cha ta familia Takatifu.

Heshima ya wa kwanza na, na kwa habari, habari zenu yeah. Sawa, sisi tunakuja hapa usua, usua yeah. Yeah. Kwa uwa Katoliki na waza tunajua vizuri tua kwenye mfungo wa Kwaresma na uka, kwa utaratibu wa kanisa letu tunapokuwa kwenye Kwaresma tunakuwa na vipindi vya kuweza kutembelea watu ambao wana matatizo kama vile wagonjwa na siku ya leo tumebahatika kuwaleteeni sabuni. Tunataka tuwagawie kila mtu vipande vitatu vya sabuni, lakini kulingana na utaratibu wa hospitali hatutaweza kuwagawia wote, sawa. Tutaachia tu watu wawili, lakini sabuni zingine leo leo ofisi ya patron <coughs> tatuma watu hapa, ule mtu wa mapumziko watagawa kila kitanda sabuni ngapi? Tatu. Asanteni kila mgonjwa, kila mgonjwa. Mimi ndio nafikiri ndio wasaidia kila kila hawa waliolala bidiki zetu sana, hao wengine watakuja kuendelea nao

Sawa, sisi ni mwingi la kanisa kwenye mfungo huu wa Kwaresma tufanye matendo ya huruma kama kanisa. Hivyo basi, tumewaletea wagonjwa, angalau kila mgonjwa apate vipande vitatu vya sabuni. Hicho ndo kidogo ambacho kimepatikana. Tumsifu wa kikundi cha Matumaini ndani ya Upendo cha Kanisa Katoliki tutawapa, kila mgonjwa atapewa sabuni tatu, lakini kulingana na utaratibu wa hospitali hatutagawa kwa wote. Sawa, tutagawa tu vitanda tu kama vichache tu, lakini wengine wote nitapewa baadaye. Sawa, tumeacha sabuni kwa patron. Sawa mama, na pole sana, heshima ya wa kwanza inaletana wa maisha ni tunaishi kwa kutegemeana. Kila mtu ni muhimu kwenye nafasi lake, ni upendo wa Mungu atuote, ni sawa. Hapo ndipo tunapata

Kwa hiyo huduma ni endelevu. Naona kikosi cha Matumaini pamoja na makatekista tumeungana kwa pamoja, ili angalau tukimaliza hapa twende, eh, annex utaelekea annex. <tipa> Mm. E, ponesa, tuna ujumbe kidogo, sisi ni e, wa kanisa Roman Catholic, kwa niaba ya ya kundi la Matumaini, tumekuja kuwasalimu na kuungana nanyi katika shida mnayo, tukiwaletea hata mchi moja umoja wa sabuni ili e, e, lakini tutapana tuko watu wawili, zingine mziki utakuja utakuja ili kila mtu apate kupata mche huyu wa okay. okay. okay. wa sabuni. Tunaishi kwa kutegemeana, kila mtu ni muhimu kwenye nafasi yake

Kumbe heshima ya tajiri inaletwa na maskini. Kasingekuwepa wa mwisho, tusinge mtu wa kwanza. Kumbe heshima ya wakwanza inaletwa na wa mwisho. Maisha ni tunaishi kwa kutegemea

Nkwenda annex, lakini tuomba samani kwa sababu picha zetu za hospitali hapa Kristu. Tena ndugu zangu katika Kristo, tunawaza kabla tujaenda annex, tunakutana na kikundi kingine cha wahitaji. Ni watu ambao wanakuwa na utaratibu wa kuchukua dawa hospitali, na hao wametuomba kwamba wanataka waje hapa kigangoni kwetu iweze tukawahudumia, hivyo kabisa eh, kundi letu la Matumaini ndani ya Upendo tunakaribia kujiandaa kuwagawia watu ambao ni walengwa wengine ambao sasa hivi tutaenda kuwahudumia. Tutawapa sukari na miche ya sabuni. Kwa hiyo basi, tumeomba razi kwa zile picha ambazo tumepiga ndani ya hospitali. Picha zenyewe hazitaonekana vizuri, kwa sababu mazingira ya hospitali yetu tunayafahamu, mule ndani kuna giza, hakuna mwanga. Kwa hiyo, kwa picha ambazo labda mtaziona vizuri, ambazo tumezipiga tukiwa ndani ya hospitali, kwa kweli, tunaomba tuweze kuvumiliana. Kwa hiyo basi na waza walengo hao wanafika, wako njiani na hivi karibuni tutawahudumia. Asante kwa huduma ya leo tumeshiriki. Asingekuwepo maskini, tusingemjua tajiri. Kumbe heshima ya tajiri inaletwa na maskini. Asingekuwepo wa mwisho, tusingemjua wa kwanza. Kumbe heshima ya wa kwanza inaletwa na wa mwisho. Maisha ni tunaishi kwa kutegemeana, kila mtu ni muhimu kwenye nafasi yake. Ndiyo maana kwake Mungu watu wote ni sawa.

Tupo kwenye kipindi cha mfungo wa Kwaresma, lakini kama tunavyotumwa na kanisa, kanisa anatutaka kwenye kipindi hiki tuweze kuwajali sana watu wenye kupatwa na matatizo mbalimbali, na ndio tukaona kwamba tumebahatika kupata sabuni za vipande, afu ikatupendeza tuombe ruhusa kwa viongozi wa hospitali na kwa serikali, afu tumeruhusiwa hapa angalau tuweze kuwapa zawadi zetu kama vile ni eh, zawadi kwenye kipindi cha matendo ya huruma unu..., kwa watu mbalimbali. Kikundi chetu jina lake ni kikundi cha matumaini ndani ya Upendo, kikundi cha kanisa Katoliki. Amen. sawa kwa hiyo, tutagawa kila mgonjwa, tutampa sabuni tatu.

La mama hey. Poli yao wenyewe ni i aao tena yeah. Na hongereni sana kwa kujifungua watoto, watoto wazuri. Sawa, sisi tumekuja hapa, tuko Wakristo wa Kanisa Katoliki, tuna kikundi chetu cha Matumaini Ndani ya Upendo. Ni kikundi cha kuwasaidia watu mbalimbali na siku ya leo tumekuja hapa kwenye hospitali eh, ya Alexi imekuja kwa sababu sisi tuko kwenye kipindi cha mkungu mfungu wa siku arobaini wa na mama kanisa anatutuma tuweze kuwasaidia watu mbalimbali. Sasa tukaona inatupendeza, angalau kwenye hodi yenu hii tuweze kuwasaidia angalau hata sabuni. Kwa hiyo hapa tuna sabuni zetu tutawapa kama vile zawadi zetu za kipindi hiki cha Kwaresma

kwenye eh, tumemaliza meni, tumefika annex. So, kikosi chenyewe cha watumishi lea wa kungi wa letu Matumaini Ndani ya Upendo sana tunazunguka pamoja na kurudi milango <mulia> <mulia> Ndo tuwelekee manyumbani kwetu tupangia wenyewe, ndo tumeimaliza sana. Tulitaka tuwe na uniformu mbili mbili. Uniformu moja unakuta inachafuka kila siku, unajikuta Inakuwa kama vile haifai, jamani, tupaka mchango kidogo, tupate uniform nyingine angalau moja moja na kofia moja taku imependeza.